Ie, Lamek Muga, bunge la mwananchi la Jakaranda youth leader, na jana niliona kuna mutu fulani anaitwa Junet mbunge wa Suna East constituency akiwa kwa interview ya Jeff Koinange, na ninataka kuambia wewe Junet, before utuongelele mambo ya national politics, utuambie umefanyia watu wa Suna East constituency nini, na unapatanga pesa ngapi? Sababu saa hii sisi hatutaki mchezo. Wewe ni kunona unanona na watu wanaumia. Ni Suna East imagine, wa Kenya tuko kwa 20... actually tunamalizana na 21st century tuingie kwa the 22nd one. Suna East constituency hatuna hata kampuni moja. Kuna hii value addition, yenye unaweza sema inafanyika mahali, ukienda hata hapa Kitui wako na kampuni. Sisi Suna East tuna wazazi wetu bado wana depend on subsistent methods of production. And Suna East is a very fertile, uh, region. Ni mahali hata saa hii Junet, ungekuwa ume lobby umeongea na Minister of Trade, atuletea hata kampuni ya kutengeneza nyama pale, tukue na Kenya Meat Commission branch pale Suna East because badala ng'ombe zitolewe Tanzania Sirare ziletwe hadi Thika, inaweza ikwa pale Suna East na zingine zitoke Masailand, locals pia wose hapo. With that utakuwa umetengeneza kampuni ya kutengeneza viatu eh, ya kutengeneza animal feeds na ya kutengeneza nyama pia, na watu waanze ku export vijana pale wakuwe na passports, waanze kutafuta market ya bidhaa zao nchi za ng'ambo. Wewe ile kitu unaweza fanya ya maana na pesa za wananchi unachukua pesa. You know the reason why I don't support handout politics is this. As this politician is giving you 200 shillings, remember you can't give what you don't have. Lazima chukue ile pesa ambayo alipewa, ambayo anafaa kufanya nayo development kama alipewa let's say 100 shillings. Anakupea one bob, one bob, one bob alafu ana keep seven. Unaona? Alafu mnaanza kusema oh, tosha tosha. Kwani watu wa Suna East au chip are you? Ndio maana mimi natsema hapa siku zote, Junet had deserve kuwa MP ya Suna East. Amekuwa hapo more than 10 years. Hakuna maendeleo. Shule zote ambazo unaona Suna East hizo locals, uende radi yenye uende Mapera, uende Sagegi, uende hiyo wap..., ni kazi ya John Pesa ambaye alikuwa mzee akuwa kijana kama Junet. Junet, kazi yake ati anasaidia baba. Sahii baba ameshapumzika, enda umsaidie. Mali yanapumzika, mwende mpumzike na baba huko. Sisi 2027 mtu ambaye tutapea kura ni Tambo, sababu huyu ndio mtu ako na nia mzuri. We need a constituency. Unajua kuna vitu zingine bwana, ukitaka kujenga watu walete eh, projects projects that will attract investors. Do you know that in Suna East hatuna hata university? Sisi hatuna inabidi utoke hapa ukuje usome Nairobi, uende kisi, uende si mbaya, lakini kama tunaweza kuwa na moja sisi pia, mtu atoke Murang'a aende aone Suna East, ndio maisha naendelee, si ndio? Sasa unapata yee yeah, akishasanya watu pale Ugwethi anatumia wa 50000. Anapewa vijana wanangangania, wengine wanapigana. Anakuja Rabura anafanya hivyo upasio yumu. Sasa watu wanasema ati anafanya kazi. kazi gani? Na hizo ni pesa za wananchi ambazo watu wanafaa kuwa na shule pale, national library zikuwe pale, iajiri watu. Junet, sisi sio wajinga, na wewe pack your things and leave. Hii mambo yako ya Uru Mwigai Kinyata na sijui nani atutaki kujua. Wewe ndio ulikula pesa ya majent na ni hivyo. Sababu unajua kikulacho kinguoni mwako. Baba has fought for this country for a very long time that atuwezi take it for granted that wewe atu unatuambia ulikuwa kwa campaign team. Unataka kuambia wakati ulikuwa una campaign, haukuwa attached kwa majent. <coughs> Kwani wewe ukikampain ujui agents watataka kulipwa, it means you are not responsible. You are incompetent, you are supposed to go and look for uh, affairs of agents wone kama wamelipwa. Unauza Baba aki, wewe ndio umeua Baba na stress. Hmm? Baba amekupigania pale Migori umekuwa mea. Niliona unataka kubet na Jeff. Bet na Jeff tuone kama utarudia mambo ya uh, Suna East constituency. Suna East ni Oliver Chambu. Na huo ndio tutampea, ndio maisha iweze kuendelea because mimi bwana, ukienda Kiaru constituency unajiuliza, no wonder, no wonder, watu kutoka Kiaru ukiwambia mambo ya Singapore wanakuona ni kama unacheza, because they are already there, but Suna East has become marginalized. It is captured under Junet. Junet amechukua wazee fulani ndiye anatembea nayo kwa vilabu Migori, ati wao ndio sasa wana discuss affairs. Mimi sijaiona public participation ikifanywa since forms za bashari hapa. Ukikuja for example hapa Mbakasi hizi unaona the sitting area MP anakuja na peana forms. Ukienda Awendo constituency unaambiwa just go to nearby cyber print ukuje nayo unaona <coughs> ukienda kwa situations zingine unaona venye wanafanya, lakini ile ya ile ya Junet unasikia katika ward, anapea tu vijana kumi na ni elfu tano ama tuseme elfu kumi na tuko na wards kama sita vijana tano elfu kumi so hiyo ni hiyo ni 5 times 6 is 30 hiyo ni 300,000. Na ile pesa inapeanwa pale Suna East, ni 200 million. Sasa mimi nakuuliza unatupea 300,000. Hizi zingine unafanya nao nini? Hatuna stima ya maana. Ile stima iko pale Migori. Wacheni, unajua nikisema Suna East, kuna wenye wanafika Migori town, alafu wanadhani hiyo ndio Suna East. Hapana, ukifika kwa hiyo bridge una face juu On your left hapo, ndio sasa, sasa ingia ndani uone maajabu. Hakuna kazi inaendelea. Ruto alienda aka launch road hapo, kuna barabara inafaa ijengwe. Si ati Ruto ni mbaya. Junet kama area MP alilias na contractor ambaye pia ni MP ya Rongo, anaitwa Paula Bor. Kazi inakuwa slowed down, hakuna kitu inaendelea. Tingatinga ina ikipitia hapo one month wanabomoa bomoa vitu hakuna kazi inaendelea ya maana. Bwana Rais, mimi nakuomba tuma PSO Molo aende Suna East, na tunaomba sana Auditor General pia ututole financial records lenye pesa inatumika Suna East Juhu. Bwana, unajua hatuwezi lala, kuna ndugu zetu kutoka Kiaru, kuna ndugu zetu kutoka huku constituency zingine wanaendelea. Twenty years sisi tutakuwa tuna lament ati hatujaendelea inafaa saa hii ndio tunapeana pressure, ndio wale watu wakiendelea na sisi pia tunaendelea. Na ningependa kuomba CS for Education, uh, through his excellency William Samoei Ruto, kama utanisikia bwana president, Suna East constituency, kuna mali inaitwa kwa ward kwa ward, kuna kwa secondary, hiyo ni space mzuri sana bwana rais, ikiwezekana tuletee university hata moja tu uko itatusaidia sana because university ikiletwa kwa area, first of all si wanafunzi watataka kuishi na si watataka kukula? Wakitaka kuishi si lazima waishi kwa nyumba therefore hapo watu wa direct nyumba na watalipa rent, kina mama pia watafanya biashara, transporters pia watakuwa na kazi. Those are the projects we want. Si ati unatupata vijana watatu unatupea 1000 inanisaidia nini 300? so, wewe Junet. Mimi sikupingi ati sijui wewe ni Muislamu, sijui wewe ni Msomali. Hapana. Mimi nakupinga sababu for the time you've been a leader in Sunai's constituency as an MP. Work output does not vis-a-vis the kind of finance that is normally funded in Sunai's. Therefore, pack your things and go home. Thank you.